Tukiingia kwenye masuala ya elimu, ni kwamba chama cha wachapishaji vitabu nchini Kenya kinaibua wasiwasi kuhusu kucheleweshwa kwa malipo kutoka kwa serikali, hali ambayo inatatiza uchapishaji wa vitabu vya kiada vya gredi ya kumi. Chama hicho kinasema wachapishaji vitabu wanadai zaidi ya shilingi bilioni kumi na moja, hali ambayo isiposhughulikiwa inaweza kukwamisha shughuli ya uchapishaji na usambazaji kabla ya mwaka ujao wa masomo. Ah, chama cha wachapishaji humo nchini kinasema wanajaribu kila wawezalo kuhakikisha upatikanaji wa vitabu vya kiada kwa wanafunzi wa gredi ya kumi huku usambazaji ukipangwa kati ya Oktoba na Disemba mwaka huu.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 Malimbikizi ya malipo kuanzia mwaka 2024 yanayotokana na, na usambazaji wa vitabu vya kiada vya gredi ya moja hadi tisa hayajalipwa, deni ambalo wachapishaji wanasema limeingilia msururu wa utengenezaji vitabu. The settlement of this amount of 11.4 billion is therefore urgent and critical to enable publishers to print and distribute books for grade 10, uh, which is an exercise that is projected to cost yet another 2.5 Billion. Kwa wachapishaji uchapishaji pekee huchukua siku 60 hivi huku usambazaji ukihitajika siku 30 za ziada aidha wanaonya kwamba ucheleweshaji wowote wa malipo unaweza kuathiri moja kwa moja utoaji wa vitabu kwa wanafunzi na hivyo kuathiri ufundishaji katika gredi ya kumi Wanataka serikali kuharakisha mchakato wa ulipaji wa deni lililolimbikizwa

chama hicho kinasema kuwa bado kiko katika mawasiliano na wizara ya elimu kupitia taasisi ya ukuzaji mitaala ya Kenya KICD, wakitumai kuwa serikali itashughulikia malipo hayo kwa wakati ili kuhakikisha kila mwanafunzi ana vifaa vyake vya kujifunza shule zitakapofunguliwa Januari mwaka 2026. Dorin Arange, Darubini.